Mwanzo mimi ni Msukuma ni yani baba mama mm. kwa watu ambao naifahamu, ili kabila mwanamke ni mnyenyekevu kwenye kila kitu. yes. nafahamu Akikuletea maji akikuletea kitu awezi akakupatia akiwa amesimama. yes. Lazima ata, atapiga goti. Akifanya kitu chochote ambacho kinakuzisha mwanaume kabisa, lazima apige goti, iwe ni salamu iwe ni nini, iko hivyo so mwanaume ni mtu ambaye anakuwa superior zaidi kwenye hiyo engo na ukiona okay. Kwa mfano mtu anachukua maamuzi ya kupiga goti na nini, sometimes inakutokana tu na utendawazi na mabadiliko na mazingira, lakini pia unajua wanasemaga, kupiga goti namaanisha kwamba ninakuomba, kuomba au hmm, ninakuheshimu, si ndio? Na ukiangalia okay, kwa moment husika inakuwa inaendana. So mimi katika mazingira ne, ao siwezi, naweza nikakaa pia 50 50, kwamba tunaweza tukafanya kama inatakiwa kufanyika, lakini sio muhimu, lakini kwangu mimi sijui itakuja kuwaje. Siku nikisema anamvisha mtoto wa watu pete, tunaweza labda tukawa tumeketi tu nikasema mleteo mkono nikufanyie hizo mambo ambazo je kufanyika je kufanyika sehemu yote, sijui i know siwezi nikapredict hizo mambo, sijui inaweza nika hadi hapo huyu anapiga kwa tofauti ile. Ndio maana unakuta kuna makabila kama ni India ni wapi, mwanamke ndo anaoa anatoa anatoa posa anafanyaje? Yes, kwa hiyo ndio maana nasema inategemeana na tamaduni, lakini kiafrika Afrika sidhani kama kuna taifa la Afrika linaishi wao utamaduni ilikuwa na huo utamaduni wa maswala ya kuvishana pete, siyo? Mwanaume ndo apiga goti mm. Kama hawakuiga kwa, kwa, kwa, kwa mataifa magharibi UK, Marekani mm. Yani na kwingineko, unaona tu Sweden, mwanamke ndo anamtongoza mwanaume. nafahamu moa lah akawa nakwambia kabisa kwamba kutongozwa na kwamba najua mpaka nimemisi kutongozwa. Sasa na Sweden pia iko hivyo iko hivyo, yani mwanaume kabisa unamzungusha mtoto wa kike. Nikasema ingekuwa Tanzania hii wala jamani tayari sasa hivi kwa kwenye mahusiano kabisa unaweza eh, uh, uh, ukafanya hizo mambo kwao uh, uh, wow, kwao, ina, inawezekana kutokana pia na sheria ambazo wamewekewa. Unajua ni utamaduni wao. Sio rahisi pia kuwa na mwanamke mm, kibongobongo wanaee, akachomoka labda mimi tu naweza nikakataa sema wangu ingisho, ayy. vingine ayy. Wajua kwenye haya maisha kuna mda unajuiza, hivi ukubali mdada ateseke sababu yangu, hivyo? Inawezekana kweli, unamuonea huruma <laughs> unamuonea huruma omdadatu, kanielewa mi ni mwache hivi <laughs> hivi <laughs>